Assalamu alaikum. Haya, cha kwanza abiria ambaye hajalipa nauli namlipia nauli mimi. Cha pili nawalika nyote tarehe kumi na sita mwezi wa tatu kuanzia saa kumi na mbili asubuhi katika uwanja wa Mkapa. Kuna nini? Kuna mashindano ya Qurani tukufu. Hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Msaidieni kwa ndani, msaidieni kwa ndani. Mwanangu, asalamu alaykum. Umeelewa nilichokisema kin... nimesema nini? Ushanijua ni eh? Vue miwani, ushanijua huyu na huyu tofauti yake nini? Huyu na huyu tofauti ipo? Bona ugopa wewe, mwambie mama kulete eh? oui oui? eh? Kwa Mkapa sawa. So, Mungu awabariki sana jamani eh? Kwa mwenye nafasi asikose kuja kwa Mkapa tarehe 16 saa 12 asubuhi, akula kiingilio, inshallah Amin. Asante. Mashindano haya yamedhaminiwa na